Watu wengi wanapenda kuona ukipambana lakini hawapendi kuona ukishinda. Wanapenda kukupa ushauri lakini hawapendi kuona umefanikiwa bila msaada wao. Wanapenda kukuongoza lakini hawapendi kuona umefika mbali kuliko walivyofika. Wanapenda kuwa juu yako lakini hawapendi kuwa kwa hatua moja chini yako. Ukweli mchungu ni kwamba nguvu ya mtu inapokuwa, watu wengi hawahisi msukumo wa kufuata bali msukumo wa kupinga. Wanaogopa kuwa mfano wako utawafanya waonekane kama wamekosa kufanya maamuzi ya maisha. Wanaogopa kuonekana duni kwa sababu hawakuchagua kufanya kazi kwa bidii kama ulivyochagua wewe. Wanahofia kuwa nafasi yao katika maisha yako imepungua. Wanahisi kama nguvu yako ni hukumu ya kimya inayowahukumu bila maneno. Hii ndiyo sababu, wakati wa hatari mkubwa katika maisha ya mtu sio ule wa kuwa dhaifu, bali ule wa kuwa imara, kwa sababu udhaifu unaleta huruma, lakini nguvu inaleta wivu. Udhaifu unaleta marafiki wa kupita, lakini nguvu inaleta maadui wa ndani. Udhaifu unaleta msaada wa muda, lakini nguvu inaleta mitihani ya kweli ya uaminifu wa watu. Lakini ukweli uliojaa hekima ni huu: si kila mtu anayekuonyesha tabasamu ni rafiki wa safari yako. Wengine wana tabasamu kwa sababu hawajaona sababu ya kukuchukia wengine wanatabasamu kwa sababu haujafika mahali ambapo wanaona unawapita. Wengine wanatabasamu kwa sababu nguvu yako bado haijawachoma. Lakini roho za watu hutambua tofauti. Wanajua ndani yao kama unazidi kuwa mtu anayewafanya wakumbuke udhaifu wao, na hapo ndipo mioyo yao inabadilika. Safari ya kujiimarisha ni safari ya kupima roho za watu. Unapokuwa mtu wa kujijua, unasimama kwenye ukweli, unajenga uthabiti, unapambana unajifunza unakuwa Kila aliyeko karibu na wewe anaonyesha sura yake ya kweli. Wale wachache wanaokupenda bila wasiwasi hawataogopa mabadiliko yako, watafurahi kuona nguvu yako ikipanda, wataona mafanikio yako kama ushindi wa pamoja, watakuunga mkono kwa sababu wanajua kila mtu ana nafasi yake ya kung'aa. Lakini wengi watabaki kimya, wakikutazama kama mzigo mpya katika nafsi zao, si kwa sababu wewe ni mbaya bali kwa sababu nguvu yako inawaumiza bila kugusa miili yao. Wanahisi machungu ya ndani ambayo hawajui kuyasimamia. Wanahisi moto wa wivu wanaotaka kuuzima ila wanashindwa kusema. Na wewe kama mtu unayekuwa unapaswa kujua jambo moja: nguvu ya ndani si kitu cha kuomba msamaha. Kujiamini si dhambi. Kusimama wima sio kiburi. Kuthamini nafsi yako sio kutaka kuwa juu ya wengine. Ni wajibu wa mtu yoyote anayeheshimu maisha yake. Hata kama watu watachukia mabadiliko yako usiasimamishe. Hata kama watadharau ukuaji wako usiache kukua. Hata kama watapuuza mafanikio yako usipunguze mwanga wako. Tanga mbele kwa utulivu, kwa hekima, kwa nguvu ya ndani. Usirudi nyuma ili kuwafanya wengine wajisikie vizuri, kwa sababu kila mtu ana njia yake. Aliyechagua kubaki nyuma hafai kuwa kikwazo kwa yule aliyechagua kupiga hatua. Na aliyechagua kutembea gizani, hafai kumzuia anayetaka kutembea kwenye mwanga. Kumbuka vizuri, watu wanapenda wanyonge kwa sababu wanyonge hawawalazimishi kubadilika, lakini wanachukia wenye nguvu kwa sababu nguvu ya mtu mwingine ni kioo kinachoonyesha udhaifu wao. Ni kioo kinachoonyesha kila kilichokwama kwao, lakini hawataki kukubali. Wanachukia si kwa sababu wewe ni mbaya, bali kwa sababu unaonyesha kile walichoweza kuwa lakini hawakuwa. Usiogope watu kukuchukia unapokuwa imara. Usiogope kupoteza marafiki unapojitambua. Usiogope kubaki peke yako unapojijenga. Mara nyingi upweke ni ushahidi kuwa hatimaye umeanza kutembea katika njia sahihi. Kwa sababu njia ya wanyonge ina watu wengi, lakini njia ya wanaojiamini ni wachache. Na njia ya wenye nguvu mara nyingi huwa na mtu mmoja, yule anayechagua kusimama bila kutegemea kusifiwa. Usisahau pia kwamba sio kila anayekuonea wivu anachukia mafanikio yako. Wengine wanaumia kwa sababu wanaona muda wao umepita, wengine wanajilaumu kwa kukosa ujasiri, wengine wanahofia kama wataweza kukutana na mfumo wa maisha mpya unaohitaji juhudi, wengine wanatamani kuwa kama wewe, lakini hawajui wapi pa kuanzia. Hivyo ukiwa mtu unayekua usijibu wivu kwa hasira, jibu kwa busara. Endelea kung'aa zaidi, endelea kuwa mfano Endelea kuwa uthibitisho kwamba mtu anaweza kubadilisha maisha yake bila kumuomba mtu ruhusa. Endelea kuwa faraja ya wale wachache wanaokuamini na kuwa changamoto ya wale wanaokuonea wivu, kwa sababu dunia hii haitakupa nafasi kama hujisimamishi, na watu hawatakupa nafasi kama hawakuoni dhaifu. Wacha wajifiche kwenye vivuli vyao, wacha waseme wanachotaka kusema, wacha wajaribu kukushusha kwa kauli zao, usiwajibu. Nguvu ya mtu haionekani kwa kelele anayotoa, bali kwa hatuma anazopiga kimya kimya. Zingatia safari yako, linda akili yako, linda amani yako, jenga tabia zako, jenga uthabiti wako, jenga maisha unayotaka bila kuogopa mawazo ya watu. Kumbuka, watu wanapenda wanyonge kwa sababu wanyonge hawawachochei, lakini wanachukia wenye nguvu kwa sababu nguvu ya mtu mwingine ni kioo kinachoonyesha udhaifu wao ni kioo kinachoonyesha kila kilichokwama kwao, lakini hawataki kukubali. Wanachukia si kwa sababu wewe ni mbaya, bali kwa sababu unaonyesha kile walichoweza kuwa, lakini hawakuwa. Safari yako ni yako, thamani yako ni yako, mwonga wako ni wako. Usiruhusu mtu yoyote, kwa sababu ya uoga wake, akushawishi utoe nguvu yako. Mwisho wa siku, watu hawakupendi kwa sababu wewe ni dhaifu, wanakupenda kwa sababu wanakudhibiti na wanakuchukia si kwa sababu wewe ni mbaya, bali kwa sababu hawakuwezi tena. Hiyo ndiyo asili ya mwanadamu. Wapende au wasipopende, ukweli unabaki kwamba watu wanapenda wanyonge, lakini wanaogopa nguvu ya yule anayekuwa na wewe. Usikubali kurudi nyuma, endelea kuwa imara, endelea kuwa wewe, endelea kuwa kioo kinachoonyesha kile mtu anaweza kuwa kama ataamua kusimama.